Wapendwa watazamaji, leo tunawaletea hadithi ambayo itawafanya mhoji kila kitu mnachoamini kuhusu mapenzi na hatima. Kijana mmoja mweusi aliyekuwa akihangaika kutoka maeneo ya Tandale jijini Dar es Salaam alifunga ndoa na mwanamke tajiri sana wa miaka 85 kutoka Mikocheni, lakini siku saba tu baada ya harusi yao ya mahakamani, alipowasili kwenye jumba lake la kifahari lililopo Masaki kutimiza wajibu wa ndoa, alichokiona kilizidi uwezo wake wa kufikiri. Namna mwanamke huyo mzee alivyotembea, ngozi yake iliyong'aa nguvu zake zenye uhai vilimfanya aonekane kama msichana wa miaka 20 tu wa chuo kikuu. Lakini mshangao mkubwa zaidi ulitokea pale Jamal alipochukua uamuzi ambao hakuna aliyedhani ungewezekana. Jamal Yusuf alikuwa kijana wa miaka 25 aliyejikuta akibeba mzigo wa familia nzima baada ya baba yake kufariki ghafla kutokana na matatizo ya kupumua wakati wa mlipuko wa virusi vya korona. Familia yao yote ilimtegemea. Mama yake Bi. Gloria alikuwa akisumbuliwa na kisukari na shinikizo la damu, magonjwa yanayowaathiri sana watu wa kipato cha chini. Akiba yao yote ilikwisha kwenye matibabu ya mara kwa mara na gharama kubwa za hospitali. Dada yake mdogo Kesha alikuwa mwaka wa mwisho katika chuo kikuu cha Ardhi, ARU, na ada ya chuo, vitabu na gharama za maisha zilikuwa mzigo usiobebeka. Ingawa Jamal alikuwa kijana wa miaka 25, maisha yalikuwa yameshamzeesha. Alikuwa na mistari ya wasiwasi usoni mwake na macho yaliyotawaliwa na uchovu wa kudumu. Usiku na mchana, Jamal alifanya kazi nyingi: aliendesha bajaji kwa huduma ya kuwasafirisha watu mchana, aliwinda usiku kama mlinzi katika ofisi moja ya posta ya zamani, na mwishoni mwa wiki alifanya kazi ya ujenzi, yote hayo kwa lengo la kuiweka familia yao juu ya maji. Mzigo wa majukumu ulimnyang'anya ujana wake, na madeni kutoka kwa mashirika ya mikopo ya haraka yalizidi. Simu yake ilipigwa kila saa na vitisho vya kuchukuliwa mahakamani kama hatalipa mara moja. Siku moja jioni, kali ya jua kali maeneo ya Kariakoo, Jamal aliingia mgahawani kununua wali, kuku na maharage, moja ya milo michache aliyoweza kumudu. Alipokuwa akihesabu sarafu zake zilizochakaa, macho yake yalikutana na macho ya mwanamke aliyekuwa ameketi ndani ya gari la kifahari la Rolls-Royce Phantom jeupe. Huyu hakuwa mwanamke wa kawaida. Jina lake lilikuwa Bidoroth Mwakalinga. Katika ulimwengu wa biashara Tanzania, alikuwa gwiji. Alimiliki majengo, makampuni ya teknolojia, burudani na usafirishaji Mavazi yake ya bei ghali, vito vizito vya almasi na uwepo wake wa kuogopesha vilimfanya Jamal amwangalie kwa mshangao. Wateja wengine pamoja na mmiliki wa mgahawa walinyenyekea walipoliona gari hilo, na hapo ndipo Jamal alijua huyu si mtu wa kawaida. Bidoroth alishuka kutoka kwenye gari lake huku dereva wake akimfungulia mlango haraka. Licha ya kuwa na umri wa miaka 85, alitembea kwa neema na mamlaka. Alimkaribia Jamal akiwa na tabasamu la kuelewa na kusema kwa sauti ya adabu yenye lafudhi ya kusini mwa Tanzania, wewe ndiye Jamal Yusuf sivyo? Jamal alishtuka akajibu kwa tahadhari, ndiyo mama, ni mimi, lakini unajuaje jina langu? Aliangaliwa kwa makini, ninajua kila kitu kuhusu maisha yako kijana najua kuhusu bili za matibabu za mama yako, ada ya dada yako pale Aru na madeni yanayowazamisha. Najua unafanya kazi tatu na hujalala vizuri kwa miezi. Moyo wa Jamal ulianza kupiga kwa nguvu. Mama, wewe ni nani? Unajuaje haya yote kuhusu maisha yangu binafsi? Bidorot akatabasamu kwa siri. Kama utataka, anaweza kubadili hatima yako kabisa lakini kuna shati moja lazima unioe. Jamal alisimama kama aliyepigwa na radi. Barabara ya Kariakoo ilionekana kunyamaza ghafla. Mama, umesema nini? Unataka nioe wewe? Hii si mzaha, kijana alisema kwa utulivu. Hii ni ofa ya kibiashara ya kweli. Ukikubali kunioa, nitahakikisha mama yako anatibiwa hospitali bora binafsi nitalipa ada ya dada yako aru na kumsaidia apate kazi kubwa baada ya kuhitimu nitalipa madeni yote ya familia yako na kukupa maisha ya raha usiyoyawaza jamal alihisi kizunguzungu jua la dar lilionekana kuwa kali zaidi mama nami nitafanya nini kwa kurudi rahisi alijibu bidoroth utanioa kihalali hati zote zitasainiwa kisheria na baada ya ndoa utakuwa na uhuru wa kuishi unavyotaka ila kuna masharti maalum ya kufuata. Jamal alibaki kimya akichanganyikiwa. Bila kusema zaidi, Bidorodh alimkabidhi kadi ya biashara iliyochapwa kwa maandishi ya dhahabu na kurudi kwenye gari lake la kifahari. Msafara wake wa magari matatu ya kifahari ulitoweka kwenye msongamano wa magari wada jamal alibaki akiwa amesimama akishikilia kadi ile akihoji kama aliona muujiza au ametumbukia kwenye mtego siku zikapita lakini msukumo wa wadai ulizidi usiku mmoja watu wa mikopo ya mtaani walifika kwenye chumba chao kidogo huko tabata relini wakitishia kuchukua kila kitu kama hawatalipwa ndani ya saa arobaini na nane mama yake hali ilizidi kuwa mbaya na hospitali ikakataa kuendelea na matibabu bila malipo ya papo hapo dada yake Kesha alimuita kwa machozi, akisema angeweza kufukuzwa chuo kwa kushindwa kulipa ada. Usiku huo huo Jamal alichukua uamuzi, alipiga simu namba iliyokuwa kwenye kadi ya Bidoroth. Ndani ya siku mbili kila kitu kilipangwa, sherehe ya harusi ilifanyika mahakamani Kisutu, ikihudhuriwa na watu maarufu wa siasa, wajasiriamali wakubwa na wanahabari. Hati zote za ndoa zilitiwa saini mbele ya mashahidi halali na mawakili. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, Jamal aliingia kwenye ulimwengu wa kifahari usiotarajiwa. Jumba la kifalme la Bidoroth lililopo Masaki lilikuwa kazi ya sanaa, sakafu ya marumaru kutoka Italia, chandeli za kioo kutoka Ulaya na sanaa ya thamani ya mamilioni ukutani. Wahudumu walikuwa wakisogea kimya kimya, wakitarajia kila hitaji lake bila kuulizwa. Jumba hilo lilikuwa kubwa kiasi kwamba lilikuwa na geti lake la ulinzi, nyumba za wageni na sehemu za makazi ya watumishi. Watumishi hao wengi wao wakiwa wanawake warembo kutoka sehemu mbalimbali za Afrika, walimheshimu bidoroth kwa kiwango cha hofu. Hata wale waliofanya kazi naye kwa zaidi ya miaka 20 bado walimuita Mama Williams na hawakuwahi kumtazama usoni hadi azungumze nao. Jamal aliona kuwa kila alipozungumza na watumishi hao walijibu kwa heshima ya juu mno kana kwamba walihofia ukaribu wowote unaweza kumkera Bi Doroth. Lakini kadri siku zilivyopita, Jamal alianza kugundua mambo ya ajabu ndani ya jumba hilo. Gorofani kulikuwa na mlango mzito wa mti wa mninga wenye kufuli nyingi za kielektroniki. Mlango huo ulikuwa umefungwa muda wote. Walinzi maalum walilinda eneo hilo saa 24 siku saba za wiki. Kila alipouliza kuhusu mlango huo, wafanyakazi walijibu, bwana Jamal, eneo hilo limehifadhiwa kwa mama Williams pekee. Uhusiano kati ya Jamal na bi Doroth ulikuwa wa heshima, lakini wa mbali. Mara nyingi alikuwa safarini akisimamia biashara zake akipokea simu kutoka Johannesburg, London na Tokyo, au akipanda ndege binafsi kuelekea kwenye vikao vya bodi. Walipokutana, mazungumzo yalikuwa rasmi na mafupi. Aliulizia kuhusu afya na starehe yake, lakini hawakuwahi kuzungumzia mambo ya binafsi au kujaribu kufahamiana kwa undani. Kila jioni walikula pamoja kwenye chumba cha kulia cha kifahari, wakihudumiwa na wahudumu kimya kimya kwa vyombo vya dhahabu. Hakuna alianzisha mazungumzo ya karibu. Ilionekana kana kana kwamba ni wageni wawili waliolazimishwa kuishi pamoja kama wanandoa. Lakini Bidoroth mara kwa mara alikuwa akimtazama Jamal wakati wa chakula cha jioni, macho yake yakiwa na mafumbo mengi ambayo Jamal hakuweza kuyatambua. Usiku mmoja, Jamal alipokuwa akitembea kwenye korido za jumba hilo aliona mwanga ukitokea kwenye eneo la faragha la Bidoroth, sehemu ambayo hakuna mtu aliruhusiwa kuikaribia. Aliposogea kwa tahadhari, kupitia dirisha lililokuwa wazi kidogo, alimsikia Bidoroth akizungumza na mtu kwa simu. Sauti yake ilikuwa na hisia za kina ambazo Jamal hakuwa amewahi kusikia kutoka kwake. Mazungumzo yalikuwa na hasira, kana kwamba walibishana, lakini hakuweza kuelewa maneno yote. Kilichomshtua zaidi ni kwamba sauti hiyo haikuwa ya mwanamke wa miaka 85, bali ya mtu kijana mwenye nguvu na uhai. Moyo wa Jamal ulianza kupiga kwa nguvu. Alijiuliza, anazungumza na nani usiku huu? Anaficha nini? Je, ndoa hii ni ya kweli au ni mpango tu? Rafiki yangu msikilizaji, kabla hatujaendelea na simulizi yetu hii nzuri, naomba ulike video yangu ili unipe nguvu ya kuendelea. Asante sana. Jamal akagundua, kila kitu kuhusu hali yake kilionekana kuwa kimetayarishwa kwa makusudi. Namna alivyofahamiana na, alivyo na Bi Dorothy, jinsi alivyotatuliwa matatizo yake haraka, yote yalikuwa yamepangiliwa. Usiku huo alijua jambo moja hai, lazima aingie kwenye chumba hicho kilichofungwa ajue ukweli hata kama kuna adhari. Nafasi yake ilikuja kupitia Asha msaidizi binafsi wa Bidoroth. Asha alikuwa msichana mrembo mwenye umri wa miaka 24 kutoka Mbeya aliyekuwa akifanya kazi na familia hiyo kwa miaka mitatu. Tofauti na wafanyakazi wengine, Asha alionekana kuwa wa kirafiki zaidi na Jamal alihisi huenda anaweza kuwa na majibu. Usiku mmoja Jamal alimkaribia Asha akiwa anaratibu nyaraka katika chumba cha maktaba. "Asha, nahitaji kukuuliza jambo muhimu. Nataka kutumia muda wa faraga na mke wangu, lakini sijui utaratibu hapa nyumbani. Asha alishangaa lakini alitabasamu, Bwana Jamal, Mama Williams amekuwa akisubiri hili. Anakuzungumzia sana ukiwa haupo. Atakuwa na furaha sana. Je, unaweza kupanga niende kwenye chumba chake usiku huu? Uso wa Asha ulijawa na furaha. Nitamuuliza sasa hivi, bwana. Dakika chache baadaye, Asha alirudi na ruhusa. Mama Williams amesema uende kwenye chumba chake saa nne kamili usiku. Amefurahi sana. Usiku huo, Jamal alijitayarisha kwa kila hali. Alikuwa na shauku ya kujua ukweli kuhusu Bidoroth na ndoa yao ya ajabu. Alisogea mlangoni kwa hofu na ujasiri mseto. Jamal alipofika mbele ya mlango wa chumba cha faragha cha Bidoroth saa nne kamili usiku, moyo wake ulikuwa ukidunda kwa nguvu. Alipogonga kwa heshima, mlango ulifunguliwa na yeye alishangaa. Yule mwanamke aliyemsimama mbele yake hakuwa yule mama mzee wa suti kali na vito vya gharama. Alimkuta Bidoroth akiwa amevalia nguo za kulalia za hariri laini, ngozi yake iking'aa midhili ya msichana wa rika la chuo, macho yake yakimetameta kwa haiba ya ajabu. Jamal, mpenzi wangu, alisema kwa sauti laini, tofauti kabisa na alivyomzoea. Nimekuwa nikisubiri hii siku tangu tulipoana. Chumba kilijaa harufu ya manukato gali na mishumaa iliyowaka kwa utulivu, ikitengeneza mandhari ya kipekee ya mahaba. Muziki wa jazz ulipenya hewani kwa upole. Jamal alishindwa kusema, uso wake ulionyesha mshangao wa kweli. Bidoroth e, alitamka kwa sauti ya mshangao, unaonekana wa ajabu sana, hii inawezekanaje? huwezi kuwa na miaka 85. Akatabasamu kwa fumbo, akamsogelea. Miaka ni namba tu Jamal, mwanamke akipenda kwa dhati, roho yake haizeeki. Sikuolewa tu kukupa mali zangu, nimekupa moyo wangu pia. Waliketi kwenye sofa la kifahari. Umbali wa kimahusiano waliokuwa nao siku za nyuma ulitoweka. Kwa mara ya kwanza, Jamal alihisi yupo na mtu wa karibu, sio mmiliki wa mali wala mpango wa kibiashara. Sikuamini, Bidoroth akaendelea, kuwa katika umri wangu ningemvutia kijana kama wewe kwa heshima na huruma. Vijana wengi wa umri wako wangeyaona pesa zangu tu, sio mimi. Jamal aliguswa kwa dhati. Mama, na kuambia ukweli, nilikuja kwenye ndoa hii kwa sababu ya shida, lakini sasa nikikuona hivi, najua kuna mengi sikujua kuhusu wewe. Machozi yalionekana machoni mwa Bidoroth. Nimesubiri maisha yangu yote kwa mtu atakayeniona kwa jicho la upendo, siyo kwa tamaa. Nimewahi kupenda, nikapoteza lakini moyo wangu bado una matumaini. Jamal akashika mkono wake, akashangaa kwa upole wake. Naambie kuhusu wewe mama, siyo mwanamke wa biashara anayehofiwa, bali yule anayeniita mume wangu. Akasema kwa sauti ya upole, mimi sifafanuliwi na umri wala utajiri wangu, bali na hii hali tuliyo nayo sasa. Kama utakaa hapa nami, nitakuonesha mapenzi halisi ambayo hujawahi kuyaona. Usiku ulivyozidi sauti za masaki zilitoweka, jumba likawa kimya. Chini ya mwanga wa mishumaa miaka ilionekana kuyeyuka usoni mwa Bidoroth. Jamal alimwona si kama mama mzee aliyemnusuru kifamilia, bali kama mwanamke mwenye mapenzi ya kweli. mapigo ya moyo wako, e, alisema akiegemea kifua chake, ni thabiti na yenye nguvu. Nguvu hiyo inanipa tumaini kuwa ndoa hii inaweza kuwa halisi. "Mama Dorothy, Jamal akajibu kwa sauti ya upole nilikuja hapa na mashaka, lakini sasa nataka tu kukuelewa vyema. Umenionyesha huruma niliyodhani siwezi kuipata. Akasogea karibu zaidi, macho yake yakiwa na hekima na maumivu ya zamani. Nimejenga himaya, nimeheshimika nchi nzima, lakini sijawahi kushikwa mkono kama mwanamke, bali kila mara nilionwa kama fursa ya biashara. Usiku huo ulikuwa mwanzo wa mabadiliko. Umbali wa wa kihisia ukaeyuka ukawa udadisi wa kweli kati yao. Bidoroth alianza kusimulia historia ya maisha yake, jinsi alivyotoka kwenye biashara ndogo ya upishi mkoani Morogoro hadi kumiliki hoteli, makampuni ya teknolojia na majengo ya kifahari kote Tanzania. Alizungumza kuhusu upweke uliokuja na mafanikio, wanaume waliomvutia kwa pesa tu na vizingiti alivyopitia kama mwanamke mweusi katika dunia ya biashara. Jamal naye alifunguka ndoto zake za kuanzisha biashara, matumaini kwa dada yake, hofu zake kama mwanaume kijana katika taifa linaloelemea ubaguzi na hali ngumu za uchumi. Alisimulia uzoefu wake wa kudhalilishwa na polisi na msukumo wa kuvunja mzunguko wa umasikini wa kizazi chao. Asubuhi ilipokaribia, walikuwa wamegundua kitu ambacho hakikutegemewa, muunganiko halisi uliovuka hali yao ya ajabu. Lakini i bado chumba kilichofungwa kilimpa Jamal mawazo. Siku tatu baadaye, bi Doroth alisafiri kwenda New York Marekani kwa kikao cha bodi ya moja ya makampuni yake. Nyumba ikawa tulivu isivyo kawaida, wafanyakazi wachache tu walikuwapo, wengi wakiwa mapumzikoni. Jamal aliona huu ndio muda wake wa kutimiza uamuzi wake wa kuingia kwenye chumba cha pili kilichokuwa marufuku. Alipopanda ghorofa ya pili, moyo wake ulikuwa ukipiga kwa nguvu. Alipofika mbele ya mlango wa mninga mzito wenye kufuli nyingi, alishangaa kuona umefungwa nusu. Hilo lilikuwa jambo la kushangaza kwa sehemu hiyo iliyo na ulinzi mkali. Jamal alivuta mlango kwa upole. Ndani kulikuwa kimya. Chumba kilionekana kama hekalu la kumbukumbu kumbu. Kuta zilikuwa zimepambwa na picha za zamani, nyaraka za biashara, makala za magazeti na barua za mkono. Lakini kilichomvutia macho zaidi kilikuwa meza ya katikati iliyojaa picha zilizowekwa ndani ya fremu za dhahabu. Katika picha moja, baba yake mzee Markus Yusuf akiwa kijana alionekana amekumbatiana na Bidoroth akiwa kijana pia. Wote walikuwa wakitabasamu kwa upendo. Picha hiyo ilikuwa ya mwaka 1985. Mikono ya Jamal ilitetemeka alipoinua picha nyingine baba yake na Bi Doroth wakiwa sehemu mbalimbali, kwenye hafla, mikutano ya kibiashara na hata kwenye maeneo ya faraga ya kimapenzi. Zote zilithibitisha uhusiano wao wa karibu wa muda mrefu. Kulikuwa na barua za mapenzi zilizoandikwa kwa mkono wa baba yake, zenye maneno ya ahadi za ndoa na maisha ya baadaye. Kwa hiyo, ehatimaye umejua ukweli. Jamal aligeuka kwa mshangao. Bidoroth alikuwa amesimama mlangoni, akiwa amerudi mapema kuliko alivyotarajiwa. Machoni mwake hakukuwa na mshangao wala hasira, bali utulivu wa mtu aliyekuwa akisubiri jambo hilo kwa muda mrefu. Ndoa hii, Jamal alisema kwa sauti ya kutetemeka, haikuwa kuhusu kuniokoa, ilikuwa ni kulipiza kisasi kwa baba yangu. Bidorodh akaingia polepole chumbani na kufunga mlango kwa taratibu. Umegundua haraka kuliko nilivyodhani, Jamal. Nilidhani ingekuchukua muda mrefu zaidi. Jamal alihisi kuchanganyikiwa na kuumizwa. Ulitumia matatizo ya familia yangu, ukanikamata kupitia mateso yao, ulijua sina njia nyingine. Sikiliza kwa makini kijana, Bidorodh alisema kwa sauti yenye uchungu wa miaka arobaini. Nilimpenda baba yako kwa moyo wangu wote. Tulikutana nikiwa na miaka 45 na yeye 35. Nilikuwa nimeshapoteza mume wangu wa kwanza kwenye vita ya Uganda na nilikuwa nimeshaanza kujenga biashara zangu. Markus alikuwa tofauti, alinionyesha mapenzi ya kweli, tulipanga maisha. Alinishika mkono katika kueneza biashara zangu kitaifa. Nilimpa moyo wangu, mwili wangu na hata siri za kifedha akamshika fremu ya picha, akapapasa uso wa baba yake. Tulidumu miaka mitano. Nilipomchumbia alinikataa hadharani, alisema hawezi kumuoa mwanamke mwenye umri mkubwa zaidi. Watu wangesema yeye ni tapeli wa mapenzi. Alinivunjia heshima, nikamwapia: kama siwezi kuwa na Markus Yusuf, basi nitampata damu yake. Jamal alikaa kwenye kiti, mwili wake ukitetemeka kwa ukweli huo mzito. Kwa hiyo i ulinitega kwa miaka yote? Ndio, Bi Doroth alikiri. niliwafuatilia kwa miaka, nilijua muda utakuja ambapo utakuwa katika hali ya kukata tamaa, tayari kupokea kila nilichokuambia. Jamal alipumua kwa shida. Kwa hiyo kila kitu i muda wa kukutana, msaada wako, ndoa yote yalikuwa ni kisasi? Ilipaswa kuwa hivyo, Bi Doroth alisema. Nilitaka ukabidhi haki zote za urithi, kuwa tegemezi kwangu kabisa, halafu nikufunulie ukweli na nikuache ukiangamia kwa maumivu kama mimi. Akatulia kando ya dirisha lililotazama upande wa Coco Beach, akasema kwa sauti ya chini, lakini kitu cha ajabu kilitokea, Jamal. Tabia yako, heshima yako, upole wako yalinikumbusha mwanadamu. Nilianza kuhisi tena, ile chuki ya miaka 40 ilianza kuyeyuka. Jamal alimtazama kwa mshangao. Wewe ulidanganya, ulinitumia, lakini bado inajisikia huruma kwa maumivu yako. Bidoroth alianza kulia taratibu. Mapenzi yangu ya zamani yamenifanya kuwa mfungwa wa chuki kwa miaka, lakini mapenzi yako yamenifanya kuwa mfungwa wa msamaha. Sina nguvu ya kukuumiza tena. Jamal alimsogelea Bidoroth, ina kusamehe Najua uliumizwa na watu walioumizwa, hufanya maamuzi ya ajabu, lakini najua sasa ndani yako kuna mtu aliyejifunza kusamehe. Bidoroth akazidi kulia kama binti mdogo wa miaka ishirini aliyewahi kuwa. Unaweza kweli kunisamehe baada ya yote niliyokufanyia? Jamal alishika mikono yake. Kilicho muhimu si jinsi tulivyoanza, bali namna tutakavyoamua kuendelea. Umechagua upendo badala ya chuki na hilo linahitaji ujasiri. Tangu siku hiyo kila kitu kilibadilika kati ya Jamal na Bidoroth. Hakukuwa tena na uongo wala ujanja. Uhusiano wao sasa ulikuwa wa wazi, wa heshima na wa ukweli. Walianza kuzungumza kwa kina kuhusu maisha, maumivu, matumaini na ndoto. Bidoroth alianza kumfundisha Jamal kuhusu biashara alimshirikisha katika mikutano, kumkabidhi baadhi ya miradi ya usimamizi na kumweleza siri za mafanikio yake. Jamal akawa si tu mume bali pia mshirika wa biashara. Miezi sita baadaye, wakati wa likizo ya mwisho wa mwaka, Bidoroth alianza kuugua ghafla. Madaktari bora kutoka hospitali ya Aga Khan na Hindu Mandal waliletwa kwa ndege binafsi kutoka Dar es Salaam na Nairobi, lakini hali yake iliendelea kudhoofika. Katika wiki zake za mwisho, akiwa kwenye wodi ya faragha katika hospitali ya kifahari alimwita Jamal na kumkabidhi hati zote rasmi, akimtangaza kuwa mrithi pekee wa mali zake zote. Lakini zaidi ya mali alimwambia, sina majuto yoyote Jamal, mapenzi yako yameponya machungu ya miaka 40. Naondoka duniani nikijua kuwa msamaha upo kweli na kwamba watu wanaweza kubadilika Mapenzi ni nguvu kubwa kuliko kisasi. Alipofariki dunia, taifa zima lilihuzunika. Makampuni, taasisi na mashirika mbalimbali yalitoa mbali salamu za rambirambi. Katika mazishi yake ya kifahari yaliyofanyika kwenye makaburi ya Kinondoni, Jamal alisimama akiwa ameshika picha aliyoyokota kwenye chumba cha siri, akiwa na machozi machoni alisema, hu. Doroth, nimekusamehe. Tafadhali nawe jisamehe. Mwisho wa yote, mapenzi yako yalikuwa safi. Lakini hadithi haikuishia hapo. Asha, msaidizi wa zamani wa Bidoroth na msichana kutoka Mbeya, alikuwa ameendelea kuwa karibu na Jamal wakati wa ugonjwa wa mkewe. Ukaribu wao ulijijenga taratibu, ukichochewa na heshima, mazungumzo ya kina na uzoefu wa kushirikiana katika mazingira ya kibiashara yaliyojaa watu weupe waliojaa ubaguzi. Uhusiano wao ukaanza kuchanua. Mwaka mmoja baadaye, Jamal alimuoa Asha kwenye sherehe nzuri ya harusi iliyofanyika Bagamoyo, harusi iliyoheshimu kumbukumbu ya mke wake wa kwanza na kuashiria mwanzo mpya wa furaha. Jumba la kifahari lililokuwa limejaa maumivu, siri na chuki, sasa likajaa kicheko, upendo na sauti za familia. Mama yake Jamal pamoja na dada yake Kesha walihamia humo. Mama yao alipata matibabu bora kutoka kwa madaktari bingwa na hali yake ya kisukari ikadhibitiwa kikamilifu. Kesha alihitimu kutoka Chuo Kikuu cha Ardhi kwa heshima ya juu na kupata kazi ya hadhi katika kampuni kubwa ya kimataifa. Himaya ambayo Bidoroth alijenga kwa jasho, machozi na maumivu, ikawa msingi wa maisha mapya ya Jamal, lakini pia ikawa nguzo ya harakati zake mpya kusaidia familia nyingine za Kiafrika waliokuwa wakihangaika kama familia yake. Kutoka kwenye hadithi hii tunajifunza kuwa he. Mapenzi yanaweza kubadilisha hata chuki ya muda mrefu kabisa kuwa rehema. Bidoroth aliingia kwenye ndoa hiyo akitaka kulipiza kisasi, lakini huruma na heshima ya Jamal vilivunja minyororo ya kisasi hicho. Mwanamke aliyekuwa na moyo ulioumizwa alikuja kuwa mfungwa wa upendo wa kweli aliyoufikiria ameupoteza. Hadithi hii inatufundisha kuwa msamaha, kuelewana na kuwaheshimu wengine ni uponyaji wa majeraha ya kale. Mara nyingi tunapoingia katika mahusiano tukiwa na majeraha au matarajio, tunagundua kuwa upendo halisi huweza kutufungua njia mpya zisizotarajiwa. Kile kilichoanza kama mpango wa kisasi kikawa baraka kubwa zaidi kwa Jamal, na ndani ya moyo wa mtu aliyewahi kufunikwa na chuki, mapenzi ya kweli yalizaliwa upya. Na hapa ndio mwisho wa simulizi yetu hii. Kama umeipenda niambie kwenye comment. Pia nakuomba usubscribe kwenye chaneli yangu. Asante sana. Uwe na siku yenye baraka.